Ayuha al mushahiduna alkiram, Enyi wapenzi watukufu watazamaji, alsayiduna waasayidat, mabibi na mabwana, ladies and gentlemen, ladayya kalimat lwajiza, na maneno machache tu, maneno yenyewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatuthibitishia, Qurani imeletwa kwetu mahuwa shifa, iwe ni tiba ni pozo, wa rahma na ni rehema. Wanasema tuqaddimu al-ahamma thumma al-muhim, siku zote hutangulizwa lile muhimu zaidi Then muhimu jingine linafuatia. Imetangulizwa tiba kuliko rahma, afya. Kwa hiyo Qurani ni tiba, na iko hadithi man lam yashfuuhu alquran, yule ambaye hatopona na Qurani la shifau lahu. Lete maji hata kwenye kopo, hata kama sinywu basi huyo hana pozo. Naombeni niingie katika silaha mbili. Jana usiku nilikuwa nimelala, basi katikati ya usiku, binti yangu mmoja kwa mke ambaye nililala kwake alikohoa sana. Kikohozi gani hichi? Amepewa dawa bado zimefua dafu na watoto kumwa na vifua ni mambo ya kawaida. Sasa usiku ule, nikasimama nikasali rakaa mbili salatu alhaja, nikamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha mtoto kama yule, wallahi, nikamchukua nikamweka fi hidri mapajani mwangu, nikamshika kifuani nikamsomea Suratul Fatiha mara saba, nikamsomea Suratu Ikhlas mara saba, nikamsomea Suratu Lfalak mara saba, nikamsomea Suratu Nas saba mirar, fashafaha llah. Nikaisomea na maji sura hizo mara moja moja, nikamnywesha. E bwana, tukalala mpaka asubuhi. Tukalala basi, kila tukifika katikati ya usiku namwamsha mama yake, namwambia umeona muujiza wa Qur'ani? Wallahi, na nilisoma kwa yakini, kwa sababu haraka haraka hapa. Tena hakuna jambo hapo, ina dawa huyu, zinachelewesha anakohoa mpaka macho anayatoa. Basi nilivyosoma sura hii khalas, hapo hapo. Nikupe bomu, nakupa bomu na huu ni muujiza mkubwa. Chukua maji kama haya, yasomee suratul raad biakmaliha, kwa ukamilifu wake, kwa sababu suratul raad ina siri hizi. Sura zizoanza hizi, alifu lamra, alifu lamimra, hizi sura ambazo zimeanza, wafasiri wasema, wallahu alamu bimuradih zina siri kubwa. Maji kama haya yafungue, maanake kijana wangu yule nilimsomea, ile hewa ikawa inaingia humo. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahman mpaka wala dhallin amin. Huu ndo muujiza wa Qurani, na ukijua qurani inatisha. Hata kama unazukamu flu na mafua vinakufa vile vimelea, kwa sababu ndani yake yako maneno ya Allah. Sasa nakupa bomu, soma suratu Raad, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaika, isome yote katika maji, mtaleta balaa mtaani huko, na nidondoshee komenti yako na ushuhuda ukisoma suratu Raad.

akaambiwa ina lailatin lailati lhujum leo unapigwa mapanga, la tanamu fi firashi ka fakhruj bisur'a ya Muhammad, toroka. lakini kaifa takhruj utatokaje? faqra suratu yasin kabla hujatoka mlangoni, soma Yasin. Alipoanza kuisoma wale wakorofi wote panyarodi wa maka gashikum nuas wakapigwa na nuas naumun tawilun, wote wakapigwa usingizi. Kila mtu unapangalaga <laughs> jambazi kalala. Alivyofika wajaalna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghashainahum la, alipofika aya hiyo wote wakapigwa na usingizi, hawajamuona. Sasa mtume naye akaona, ili wajue nimepita hapa, hapa kwenye miguu yao. Uchokozi kidogo, kachukua mchanga kaamwagia masikio <laughs> kila mmoja mchanga. Uh, vipi bwana Muhammad ana matani mabaya bwana, kuonesha nimepita hapa mwamba kwa hiyo pia ukiwa una adui soma suratu Yasini, ya kuna adui zaidi ya majini na wachawi. Sasa ile yasini ya isome kwenye aya maji. sura ya pili, hiyo sura ya tatu, suratu Dukhani, suratu Dukhani ni sura tani sana, ulama waruqya wanasema habari zake kubwa, isome kwenye aya maji. Tunaenda hivyo unakuja soma suratul Fatihi.

idha rujatil ardu raja wabusit, hivyo soma mpaka mwisho. pulisa naongeza bomo soma suratul Rahman, shairi la Quran arrahman. Hii ni suratu makia katika zile 86 ndugu zangu, mpaka ilivyoshuka Mtume yoshakil sahabihi anafanyia tashkili masahaba zake asema, man musta'id minkum an yaqra hadhihi sura ila al kufar ila al-mushrikin. Sura ya Qur'ani, shairi la Qur'ani imeshuka, nani ataenda kuisoma pale kwa ma, kwa sanadidi Quraishi, makafiri wa Makka? Akasema Abdallah bin Masudi, mimi nitakwenda. Sura hii ya Rahman unaisoma na utakuta, ukimsomea mgonjwa suratul Rahman kuna baadhi ya zituo ukifika

Anaanza kupaparika jini sasa. Hii Suratu Arrahmani yote inasomwa humu kisha katika maji kama hayo, somea tena hapo hapo Suratul Jinni, qul uhiya ilayya annahu stamaa nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'ana ajaba. Ukimaliza zile kulukulu zetu tatu Ukishazisoma zile kulukulu tatu, puliza kwenye haya maji. Acha sikupi shida, mtu yoyote mwenye majini haya maji chukua kamwagie tu, yaani usikii tena korokoro za majini. Mwagie kichwani vu, au mnyweshe kwanza, uone hiyo vurugu yake. Ai, nakufa sumu hizo, mpige nayo kila akija huku, mpige nayo. Mwambie kweli, hili ni bomu toka kwa Allah. Hata mtu mwenye majini ajifunge mwenyewe kamba za miguu na mikono, alafu aanze kujinywesha, atulie, aone muujiza, kwa sababu wajaalna minalmai kulla shay'in hai, haya maji yanaleta uhai. Na kuna maji ya aina saba, siku nyingine tutakuja kuyaelekeza maji ya mvua, maji ya chemchem, maji ya Zamzam, maji kadhaa. Alafu ukichanganya ukifanya visomo kama hivyo, basi habari zake pia ni kubwa. Kwa hiyo hii ni takrima eh, mwenye mtoto wake anayeumwa asome kama vile alivyomfanyia binti yangu, lakini pia sawa bin sawia, yule ambaye ana mahoka mahoka na majini atumie maji kama haya. Umeshindwa kutumia mbinu hizo, basi elhaq, njoo ukutane pamoja na sisi, tutakutengeneza kwa uwezo wake Allah subhanahu wataala.